Tana na captain wa timu ya taifa pamoja na timu ya Yanga, yes. ya wananchi right, yeah, mnajiandaa na mchezo wa kirafiki baina ya timu ya taifa ya Tanzania na timu ya Iran yeah. Yes, Iran, unaonaje maandalizi, pengine mnafanya mazoezi na mechi napigwa kwenye eneo la tofauti na Tanzania, unatuambiaje sisi mashabiki na wapenzi wa timu ya taifa? kwa tunashukuru Mwenyezi Mungu kuweza kufika salama <laughs> Dubai. Na kwa maandalizi yetu, yeah. nadhani tupo Fiti kwa asilimia mia, mia kuweza kuikabili Irani yeah, nadhani Irani si timu ndogo lakini yeah, na sisi nadhani Tanzania pia si timu ndogo kwa hiyo yeah, kwa asilimia mia kesho nadhani, tutakuwa na mchezo mzuri kuweza kuosha mchezo mzuri na kuweza kupata matokeo mm. Lakini naahidi kwamba Tanzania walioko hapa nchini Dubai kwamba waje kwa wingi, wajitokeze kutusupport, timu yao imekuja, nchi yao imekuja hapa kwao, watokee kwa wingi kwa kutusupport kama nisajia wa kumi na mbili katika mchezo wa kesho. Safi sana. tutakuja kuwapa moyo na kuwashangilia tunatarajia ya ushindi mkubwa. Asante sana. Kila la heri. Sana. Sana. Karibuni sana. Kesho mtafurahi na boli tatembea.